Mwenyekiti wetu wa vijana Tanzania, kwa kazi nzuri ambao umeifanya siku ya leo. Kwa kweli naamini vijana hawa leo hii, kwa kwanza watakuwa wamepata bahati kubwa, pili watakuwa wamejifunza yale yote ambayo wewe uliyasimamia siku ya leo, kwa sababu sisi sote, Tanzania nzima, vijana kwa kweli tunakuangalia wewe pamoja na mwenyekiti wetu wa vijana, kwa sababu mnaendelea kufanya kazi nzuri ya kumsaidia Daktari Samia Suluhu Hassan na hapa leo hii ndo umemuonesha jinsi gani ya ile kazi yenu mnaifanya, kwa sababu hukujali mvua, hukujali umbali, hukujali tope, uliona uje ukutane na vijana hawa wa Handeni ili na wao wajisikie faraja kwamba sisi serikali ya awamu ya sita inatukangalia, lakini pia mwenge wa uhuru umekuja ndani wilaya yetu, lakini viongozi wa kitaifa ambao wanasimamia vijana ndani ya taifa hili kwa kweli umefika tu na kushukuru sana mimi binafsi, na kushukuru pamoja na wakufunzi wote ambao ulikuwa nao katika kongamano hili, naomba tuwapigie makofi mengi sana. Ndugu vijana zangu na ndugu viongozi, viongozi hawa walionitangulia wamezungumza hapa, na kila ambayo wamezungumza ni mengi ambayo mimi akilini mwangu ndio nilikuwa nataka kuyazungumza, kwa sababu makamu mwenyekiti, mi ni bosi wangu huyo, na ni bosi wangu kwenye upande wa vijana lakini pia na mimi ni kijana wake ambaye ananisimamia ndani ya taifa hili, kwa sababu ili uondoke kwenye lengo ya vijana kwa sasa hivi lazima umetimiza miaka arobaini. Kwa sababu sijafikia miaka arobaini nigi chini ya usimamizi wake. Kwa kweli nakushukuru sana ndugu makamu kiongozi wangu, na mimi naendelea kuwakilisha vijana wenzangu, kwa sababu nyinyi ndio ambao mmenifunza kazi hizi na nyinyi ndio mnaonisimamia, naniseme u kwamba na wao ndio walionileta huku. Naomba tumpigie makofi mengi eng ye mimi kwenye yale yote ambayo wamezungumza siku ya leo, mimi niwapongeze kwenye jambo moja, kwenye kujifunza swala so zima la fursa za kiuchumi. Ndugu vijana, Mheshimiwa Rais amefanya kazi nzuri kwenye jambo hilo, kwa sababu leo hii Mheshimiwa Rais alielekeza halmashauri zote na manispaa zote hapa nchini ambazo zipo ndani ya wilaya na mikoa kutenga fedha za asilimia kumi kwa ajili ya kuwasaidia makundi ya yafuatayo: kwanza, kundi la akina mama kwa maana ya asilimia nne. Pili, kundi la vijana kwa maana asilimia nne, na tatu, ni kundi la watu wenye mahitaji maalumu kwa maana ya asilimia mbili. Leo hii ndani ya mizunguko yetu akukimiza mwenge wa uhuru, tulijionea vijana wazalendo, vijana wakakamavu ambao kwa kweli wameenda kufuata na maelekezo ya Daktari Samia juu ya kutumia fedha za asilimia nne. Naomba mwapigie makofi na jambo la kufurahisha vijana wale jumla yao walikuwa ni vijana sita tu, leo hiyo wamepewa fedha zaidi ya milioni nane. Kwa kweli, mheshimiwa rais amefanya kazi nzuri kwenye hili na leo, naamini vijana wengi wenu hapa, baadhi yenu tayari imeshanufaika na fedha hizo io, na asilimia hiyo, lakini baadhi yenu bado hamjanufaika na fedha hizo. Niwaombe kama vijana, nendeni mkafanye hayo, kwa sababu leo hii mheshimiwa rais ana anaimani kubwa na sio jambo la kupendeza sisi wakimiza Mwenge wa Uhuru tukamwambie mheshimiwa Rais ama tuambie viongozi wetu hawa kwamba zile asilimia nne za vijana ambazo mheshimiwa Rais kule ameziweka vijana wahandeni bado wanaziangalia tu. Ni jambo la kufurahisha tukamwambie mheshimiwa Rais kwamba ile asilimia nne kwenye asilimia kumi ya vijana, tunaona bora mheshimiwa aiengezeke zaidi ya asilimia ishirini, kwa sababu vijana wengi wamejitokeza kwenda kutumia fursa zile. Na jambo la pili na la mwisho kiongozi wangu hapa, makamu mwenyekiti wa vijana taifa amenizungumza. Ndugu zangu, huu ni mwaka wa uchaguzi. Katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 ibara ya 42 na 65 inatuambia nchi yetu hii itafanya uchaguzi kila baada ya miaka mitano. Niwaombe, kwa mwaka huu inatulazimu kupitia katiba hiyo, lazima tufanye uchaguzi mkuu kwa sababu mwaka 2020 tulifanya uchaguzi mkuu hivyo na mwaka huu tufanye uchaguzi mkuu. Hatutaenda kufanya kutafuta viongozi wafuatao kwa ngazi ya Tanzania bara, Ta rais wa jamhuri wa muungano wa Tanzania, waheshimiwa wabunge pamoja na waheshimiwa madiwani. Ni waombe kama vijana wengi wenu tulio hapa, twendeni tukalipe imani ya Daktari Samia Suluhu Hasani, twendene tukalipea matarajio ya Daktari Samia Suluhu Hasan, twendene tukamwambia mheshimiwa rais, kama kiongozi wangu walivyosema hapa, twende tukampe mitano mengine ili aweze kulisaidia taifa hili na nyinyi vijana wengi wenu mlioko hapa mweze kunufaika na maendeleo hayo.